Sasa eh, kuna pointi ambayo wamekuwa ukizungumza sana, akisema kwamba dini ni kama ulevi au bangi ya ulevi wa dini. Ni ulevi mbaya sana hivi, naweza kueleza, kwani naamini kwamba ulevi wa dini ni ulevi mbaya sana ana mtu anaweza kujikwamuaje kwenye huo ulevi? Kisema, ulevi maana ukizungumza mlevi, kuna mm, ulevi ndio kisema tu mlevi mm anakimbilia kwanza pombe. Akishasema ulevi jamaa ya, mlevi. Mlevi wa pombe, lakini kuna sehemu nyingine tena imeitwa ulevi wa madaraka okay. Wapo walevi wa madaraka, akishapata madaraka akachaguliwa kuwa kiongozi kwa muda mrefu halafu akapata, akapata sifa na heshima hmm. Kwenye ule uongozi kwa muda mrefu, hawa ambao anaongoza pale mwanzoni anakuwa karibu nao okay. Ila kadiri anavyopanda daraja hmm anaanza kuona wale ni kama kuna mtu mmoja shapata kuimba akasema, wanatuona nyani tu, yanakuwa kama nyani tu hmm. Eh, au kenge, kwamba sasa yeye yuko kwenye daraja la juu. Lakini ulevi wa dini na upata katika Ufunuo ile sura ya kumi na saba mstari wa tano okay. Anaposema Babeli Mkuu, mama wa makahaba, amewanywesha watu nini, mvinyo mwisherati wa uasherati wa wake, nadhani huu ulevi hata kipindi fulani wale mi, wale, nani? wale mitume wakati wanafanya nini, aa, wakati wanahubiri jamaa wanahubiri sema hao jamaa wamele, wamelewa yeah. Na maandiko hata Efeso 5:18 anasema msilewe na msile, nini mvinyo mjazo, yeah. mjazo roho. Kwa hiyo ulevi naozungumza mm, ni kwamba kwanini, kwa nini tukaongezea kwa mfano kitu kama bangi au madawa ya kulevya. Kuna pombe za kawaida kuna bangi. Pombe inaweza ikaje, kaondoka. Bangi wanasema kivuta pafu moja, si miaka saba? mimi sijafanya utafiti <coughs> lakini kuna madawa ya kulevya ambayo ni mengi, cocaine, heroin, mandrax, yanakuta mtu hajitambui kabisa, yani hana namna ya kujikwamua. na hata kwenye kwenye hayo madawa ya kulevya mpaka hata watu wanapata ni kazi ya ziada sana. Kwa hiyo ukija sasa katika habari ya dini, dini ikimkaa mtu, yale mafundisho mm <coughs> yakimwingia kamwingia kamhafu, yanafanana na ukweli, yanafanana ya, okay, sio ukweli, ila yanafanana na ukweli. Ndio maandiko hata alisema kwa mtu akishupaza shingo akiamini uongo, hata Mungu mwenyewe humletea roho ya upotevu ili uamini ule ule uongo. Kwa hiyo sasa ninachosema ni kwamba hizi pombe za kawaida mtu akishakunywa pombe, anza kunywa maji eh, ikaondoka hmm, kwa masaa ikaondoka hmm. Lakini jaribu kufikiri kwa mfano mtu amefundishwa dini uh, Toka, labda na miaka miaka mitano madrasa mm, miaka sita miaka saba nikuwepo. Mmoja alikwenda viuo vingi mpaka akaenda Misri mm, amejazwa kweli kweli, na nadhani kwamba alikuambia kuna kipindi fulani wale Boko Haram, Boko Haram upande wa Nigeria, kuna kipindi wanachukua nini, waliteka wanafunzi wa kike mm, karibuni mia mbili mm, walivyokuwa wanateka wale wakawa kama wake zao wakakaa nao kama miaka miwili, miaka miwili au mitatu, kama miwili au mitatu hivyo, achishwa kunyonya, wakawarudisha wale wale wanawake okay. wale watoto wakaanza kufundishwa dini tu kwao okay. Wamekulia, wamejazwa, wamejazwa, wamejazwa mafundisho. Yule mtoto kwa sababu hajajua kitu kingine mm. hata ukimwambia umfunge bomu akiwa na miaka kumi na sita kwamba sasa nenda kajilipue kwa makafiri wale, mm. Kwa kuwa hana kitu kingi, amelewa ile dini, amelewa ile mafundisho mm. atakwenda nini? Atakwenda kujilipua. Ndio maana akasema kwamba ulevi au mafundisho potofu yakikukaa miaka nenda, labda kizazi cha kwanza cha pili cha tatu, yaani baba yako labda alikuwa Muislamu ajue hajui, akaja mtoto hajui ajue hajue, mjukuu mtakavyoendelea. Sasa wale watu waishaka kwenye lini katika lile dimbwi di yeah, yeah. Ndio maana leo, kuna watu wengine wasomi mpaka unakuta marais, mawaziri watu wakubwa kwenye dini, hata ungepulizia vipi, yaani ni kama damu yake na ile dini vimeunga, vimeungana katika vitu vyote. Ule ulevi wa kidini ni ulevi mbaya kuliko nini? Kuliko ulevi wa namna yeyote, anakuwa ni mtu kama anafanya kitu kama hajitambui, lakini anakwenda vile vile. Ndio nakuambia huyu mtu wa madawa ya kulevya, tuna kijana yule, acha kutumia madawa ya kulevya, ana akili sana darasani. Unamshauri kitu fulani, baadaye kile kichwa chake kinamshauri tena kwenye madawa. Akipata mshahara mdogo tu wa kwanza anakimbilia kule kule. Maana ni kwamba tayari wanaita ni katika lugha, kuna lugha ya Kiingereza mnaitumia hii. Hmm. Ya mtu ambaye ame nani ametumia ame, ame sana madawa ya kulevya. Addicted. Oh very good. Yaani mwisho alikuwa ni addicted. Kwa zile kwa addicted kiasi kwamba anatamani kule kule. Kwa kumtoa mtu ndiyo maana hata Yesu alivyozungumza kuhusu habari ya mvinyo mm, kazungumza mvinyo kwamba kuna mvinyo mpya inawekwa kwenye nini? Kwenye kiriba kipya. Mvinyo ya kale inawekwa kwenye nini? Kiriba cha kale chaka. Hiyo mvinyo ni, mafundi, ni mafundisho. Kwa hiyo kwa, kwa mtu ambaye kwa namna moja ame, amezoea mafundisho yale ya, ya kale mm, yawe ya uongo yawe ya na namna gani inafikia hatuani kwamba hayo ndiyo amewekewa yeye kwa hiyo ikifikia hatua, kuna mafundisho, kuna kitu kipya yeah, nafasi inakuwa tena hai, haipo. Kwa hiyo ndio nasema kwamba mvinyo mpya inawekwa kiriba kipya, ndio ile inayorudi kwamba mimi nafuu hata pale huja kiriba kilikuwa hakijajaa, ni rahisi sasa kung'oa vile vingine zile okay. Takataka maanake ni kwamba kama ungepandwa ukajaa ungepotea, yaani ungekosa mwelekeo. Kwa kile kitendo cha kutoingia kwa kina, ni fursa ambayo Mungu amenipa, na ndio maana namshukuru Mungu kutoka Tanga kuja kuja Mbeya. Mbeya asilimia kubwa. Hmm. kubwa ni Wakristo, Tanga asilimia kubwa ni Waislamu. Kwao kutembea kwangu, miongoni mwa faida nilizopata ni kukutana na wa Wakristo kabla hata hii midahalo, maana hii midahalo hmm, imejitokeza ime baadaye sasa, inawezekana kwamba sasa inaenda kote. Kipindi cha nyuma ilikuwa hmm, ilikuwa hamna hmm. Sa -sa. kwa lazima ufikie mahali ambapo kuna watu ambao sasa ni nini, ni wanamna fulani, lakini bado ninarudi pale mwanzoni, bado ni ne hmm, neema kwa neema eh, ni neema. Kwa hiyo nimejaribu kugusia hiyo hiyo, ulevi kwa dini ni mbaya sana, kwa sababu ni mtu ambaye ni kama hajitambui, hmm, hajitambui. Kama leo sema, tulikuwa tunasoma zile dua unasoma dua, huelewi lakini, mm. ni kama kuna mtiririko unaoupata unao. Kwa hiyo mtu anaangalia ule mtiririko, sio suala nani la ule ujumbe kwa mwisho kujikwa mwena, kwa e, kwa manie, manie. E, kuna mahali nilikuwa okay, nakumbuka ile ilikuwa inasemaje dua. Nasema, nasema alahumma hidina fiman hadaiti waafina fiman afaiti watawalana fiman mm. tawalaiti wabarikillana fiman hataiti wakina shara makadhaiti Fa innaka taqdhi wa la yuqdha alaika, wa innahu la yadhillu man walaita, wa la ya'izzu man adaita, tabarakta rabbana wa ta'alaita, falakal hamdu ala ma qadaita, wa nastaghfiruka wa natubu ilaika, sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. We fikiria hiyo nimesoma leo miaka zaidi ya hamsini, yani huu ni mwaka la ni zaidi ya miaka hamsini, mimi na miaka 62, kwa hiyo dua nilikuwa nimesoma miaka hamsini iliyopita miaka hamsini, lakini kumbe bado kuna ndio <tipos> eh, nachokwambia kuna kakumbukumbu bado na kapo maana yake manake, unaonaje? Ni miaka hamsini iliyopita. Je, kama je kama ningeendeza mfululizo, singeenda shule ya sekondari, yani kuanzia pale miaka yote hamsini ningekuwa nasoma ningekuja. Sasa hii naosema sijasoma Qurani, hiyo hiyo dua sijawai kuisoma miaka zaidi ya hamsini ni wakati na miaka kumi na kitu kule, wakati baadae tuweze kwenda sekondari, kaanza kuacha madrasa kidogo kidogo. Mm -hmm. Lakini unaonaje kama ningebobea kama ule katika ulevi, kama maana yake inakukaa katika mishipa, inakukaa katika damu, inakuwa ni sehemu ya mwili, unakuwa umelewa kwa basi usikie cha mi, mtu mwingine unakuwa umefungwa minyororo, minyororo. <laughs> kwa ndio nachozungumza habari ya dini, kuna dini dini tena, rudi tena pale kwenye pointi yao ya kwanza kwamba ni dini zote. Sasa kwamba dini ni juhudi, ni kama juhudi ya mwanadamu kumtafuta Mungu, lakini bora uwe na juhudi kumtafuta Mungu lakini kuliko kuwa na juhudi ya kutafutiwa Mungu. Yani, unakuta dini ipo, sasa wewe una juhudi, lakini unatembea kwenye juhudi ya watu wengi, ya watu wengi. Watu wengine hili naliweka wote, sasa siweki tu kwa Mwislamu, unaweza ukaweka kwa Mkatoliki, kwa Msabato kwa shahidi wa Yehova yule ambaye amebobea kindakindaki, hata ukizungumza anaona kana kwamba huyu mtu unamsema vibaya, kwa kusema vibaya dini yako, kwa si uiache, kwa sababu tulizikuta tu. Ndio maana akasema watu wote, binadamu wote, na rafiki zangu wa kila namna, unakuta rafiki zako wazuri sana wa Katoliki wazuri kweli kweli, tena waaminifu, sawa. Unakuwa na ndugu zako safi kabisa, Waislamu mpaka kama mathabiti, wazuri kweli kweli, kwa karibu ni kitabia na mwenendo wanadamu ni wazuri yes. Ile mifumo tulioikuta kunapozungumza, si. Mtu hata ukikuta mtu kwa mfano kama ni, ni, ni mhadhiri eh, wahadhiri wa upande wa Uislamu, lakini kama ni mhubiri wa Kikristo anapotaka kumhubiria mtu anaitwa Muislamu, sio kwamba anamchukia yeye yani. Anaamini kwamba kuna kitu licho nacho ambayo huyu, huyu hana. Matokeo anasema wewe, anakashifu dini yetu dini yako <laughs> ulichonga na nani? <laughs> Kwa hiyo ndio anaanza kuikumbatia kui, dini yake. Unataka kumuokoa kwenye kile kitu ah, dini yetu. Dini yetu. Dini yetu wewe na nani? <laughs> Ndio hiyo huo ulevi no na nataka kuzungumza ni kwamba ni ideology ambazo zimejazwa kwenye bongo za watu. Yani, ule ubongo umejazwa mafaili. <laughs> Sasa, Kwa lakini kwa mtu ambaye nafikia hatua anajiachilia. Anajiachilia. Anaweza kapata kitu kipya. Akiamua ajiachilie. Na nadhani kwamba hata sasa hii midahalo inayokwenda kwa namna nyingine, inaweza ikatusaidia sana, kwa sababu zamani ilikuwa sio rahisi. Kwa mfano nchi zile za Kiarabu, hauruhusiwi, huwezi ukaweka mdahalo katika nchi za Kiarabu ukaongea habari mbaya za ah ah. Lakini sasa hivi kuna midahalo na kuna masuala haya, mitandao, watu wanajadili vitu vikubwa kwa sasa hivi. Akikuzuia mtu mahali pengine, utengea kwenye mtandao. Ukishaingia pale na maana, kama ukirusha, huyu anapokea, huyu anapokea. Mwisho wa siku akiwa chumbani pake au mahali fulani, atatafakari yeye kama yeye, akiwa ni mtu free ambaye ni nafsi iliyo huru, anapata ukombozi wa kifikra, ule ubongo wake unaachiliwa. Ukishaachiliwa maana yake ni kwamba anaanza kutafakari yeye kama ye. Ye, kama sasa, unapochunguza, achunguze sasa kwanza, ili ili upate kuchunguza kwa mimi, ili upate kuchunguza vizuri kitu lazima kile ulichonacho ukitilia masha, mashaka. mashaka sasa watu wa dini wanatuona kwamba ukitilia mashaka ni, tha, ni dhambi tha, mm. Mi nadhani kwamba dhambi zaidi ni pale ambapo hautumii karama ya Mungu na kipaji alichokupa alicho ku, alicho kupa. Kwa sababu anakupa kitu wewe, hata uliowakuta hawa, kwa mfano, kila Muhammad huyu anaitwa Muhammad ali. alikuta kuna dini yake, ile dini walikuwa kuna dini ya kuabudu masanamu katika ile mji wa Makkah kule karibu 1560, mm. mm. Lakini angeamua sifanye mapinduzi, wangeendelea kubaki vile vile. Kwa hiyo ina maana kwamba kuna mawazo kwa hali yote, aliona kulikuwa kipindi kile kulikuwa na Wayahudi. Mm. Asilimia hamsini, kwenye ule mji wa Yathrib walikuwa ni Wayahudi. Lakini Wakatoliki walikuwa wamekwenda hata hadi hadi nchi ile ya Yemen huko ambako wanawapiga mabomu hizo. Yemen maana yake ni Saudi Arabia upande wa kusini. Wakatoliki walikuwa wengi. Kwa kwa namna fulani katika Qur'an kiaga kuna mawazo mchanganyiko ambayo yamekuepo kule. Mwisho wa siku ikafikia labda alivyokuwa kama anafanya meditation, mm. yani meditate. Mm. From meditation akapata aliyoyapata hayo, kama ni sahihi au ni potofu, lakini kuna uboreshaji mkubwa ukizingatia na dini aliyokuwa nayo ya makure ya makureishi. Kwa hiyo mtu yoyote ambaye anataka sasa asiwe mlevi wa, wa pombe ile ya kale, yeah, yeah. maanake kama wewe lazima uwe, uwe mtu huru okay. uhuru wako ni kwamba, angalia generation, kipindi ulichofika kipindi chokifika labda ni kipindi cha mapinduzi, mapinduzi ya fikra, mapinduzi ya dini <laughs> kupitia mapinduzi yale na internet hizo, maana utafikia kiwango cha juu kuboresha kile kilicho kilichotangulia, lakini usipoboresha kile unageuka kuwa primitive. Primitive unakuwa ni kama ni mtu tu wa kale, yeah, okay. kwa na hata Mungu, kuna faida ya kuishi katika generation iliyopo kwa kipindi. Tulinachoishi ni kipindi cha mijadala, ni kipindi cha kila aina ya ya, ya, ya mambo ambayo ni nini yaliyo fichwa fichwa yanawekwa nini yanawekwa yeah, peupe okay na hii ni fursa ambayo kwa bahati nzuri dini zipo nyingi. Uwepo wa dini zile nyingi unakupa fursa kwamba ili uweze kuona kitu kizuri, kwanza lazima uone tofauti kwenye kile ulichonacho, uwe na maswali kama Tomaso kwamba sasa kwenye dini yako lazima mm -hmm. uwe, uwe na maswali. Ukiwa Muislamu lakini huu Uislamu uliupata wapi? mafundisho ya, yani mm -hmm. ya kikukaa kwa wingi ndani yake, kama ni potofu ni ulevi, lakini yakiwa mazuri umelewa roho. Maana ndio ndio maana akasema kwamba msilewe msi, msi mvinyo, Efeso 5:18 mjazwe, mjazwe Roho, kwa sababu Roho, uzuri wa Roho wa Mungu, sisemi roho <tipuliso> ile tu, kama unavyosema mtu. Anasema tu kuna kuna wakati unaenda kujifunza habari ya nini, kulenda kwa lugha unasema asante Yesu, asante Yesu, mwisho wa siku ile ulimu unaanza kwenda shandaraba shandaraba kukatandaraba. Sasa hiyo ni kwamba ni namtu fulani hiyo, ah, hatu sisemi hiyo ulevi wa namna hiyo, lakini ulevi ule wa roho ni kwamba Roho Mtakatifu manake anakutia, unajua Roho Mtakatifu anakutia ujasiri, sawa sawa, kama nakumbuka kwamba Petro kabla hajapata Roho Mtakatifu walikuwa kama vile wanahofu fulani hivi, ila baada ya kupata Roho Mtakatifu utafanya chochote. Maanake mlevi, mlevi, mlevi, mara nyingi walevi wana ukweli fulani. Mlevi anaweza asiongee akaficha kitu akawa mnafiki ila kwenye ulevi anapasu anapasua. kwa kwenye mtu akisha na Roho Mtakatifu naye, kama anakuwa kama amelewa, yale anaongea kitu kimenyoka, haangalii kushoto, haangalii nani yupo, haangalii sura ya sura ya mtu. sawa sawa, kwa kama nilisema, tunarudia tu pale pale kwa mafundisho. Ukipata mafundisho yaliyopotofu kwa muda mrefu sana, ukiendelea kukua na ukakomaa, hata kama ni uongo utaona ndio ukweli. Hata mtu akitaka kuleta jambo jipya halina nafasi. hmm. maana kwenye ubongo wako ni kama utafini kama kuna ni nini mnaita nini ki mnaoingiza. hmm. kwenye sii ni nyimbo kwenye, kwenye mitandao tayari inafikia hatua ni kama hmm. memory iko yeah. furu